Video hii inahusu jinsi ya kutumia MetaTrader 4 katika kuweza kufanya forex trading. Hii MetaTrader 4 ni software au ni hapu ambayo unaweza ukaitumia, lakini nowadays imekuwa ni friendly sana katika hizi device ndogo ndogo kama uh, simu, uh, pamoja na tableti. Kwa kutumia MetaTrader 4 itakuwezesha kuweza kufanya trading kwa ufanisi zaidi. Ni nzuri sana. Huu ni mwonekano wa mbele wa Meta Trader 4. Hii ni front page ya Meta Trader 4. Ukifungua app ya Meta Trader 4, unakutana mwonekano kama huu. Kuna partition tatu. Hii partition ya mkono kushoto, zinakaa symbol za kitu ambacho una trade. Kama mimi hapa nina trade forex, kwa hiyo zitakaa symbol za forex. Kwa hiyo kama ningekuwa na trade index, zingekaa hizo symbol za index, au kama na trade cryptocurrency, zingekaa symbol za cryptocurrency currency kwa hiyo mimi na trade uh, hii forex, kwa hiyo kuna hizi pairs za currency. Kwa hiyo katika finance, katika financial market yote ambayo una trade, tarajia kuziona hizi symbol zipo katika hii upande wa kushoto. Lakini nikija kuangalia huku mkono wa kulia, upande wa kulia, naona kuna hizi symbol. Hizi symbol zimganyika mara mbili, kuna hizi ambazo unaziona na kuna hizi hapo sasa hizi zinaonyesha ni highest price pamoja na hizi zinaonyesha kuwa ni lowest price. Lakini hizi zimegawanyika pia katika sehemu mbili, okay, zimegawanyika katika sehemu mbili. Ukiangalia hapa, hizi ambazo zinacheza cheza, hizi ni highest price pamoja na lowest price, kutokana na direction ya market, kutokana na soko kwa muda huu hapo Ukiangalia hapa utaona hii hapa ni highest price ambayo inapatikana kwenye soko muda huo na hii hapa ni lowest price ambayo inapatikana kwenye soko kwa muda huo. Alafu pia uh, ukiangalia hizi za chini hizi za chini zinaonyesha ni low, low uh, low, lowest price pamoja na highest price lakini, hizi za juu ndizo ambazo zinakuwa katika muda huo sokoni, kwa sababu uh, financial markets yote ipo high volatile, kwa sababu kwa hiyo uh, hii hi, kwa hiyo inasababisha liquidity ya liquidity, yani ni unaweza kusema kwa lugha rahisi uh, hizi haya mabadiliko katika hizi bid na ask zinakuwa ni kwa kiwango kikubwa sana. Oke okay, lakini pia kitu kingine ambacho tunatakiwa kujua katika hii MetaTrader 4 pia kuna kitu kinaitwa spread. Kuna hii kinaitwa hapo, kuna hii spread spread, nitakuonyesha uko wewe utakapo na kufungua chart, kuna hizi spread hizi spread. Alafu kuna hii time time katika uh, market ina maana, kwa mfano kama saa hizi ni saa 11 ina maana saa hizi kuna Uh, New York session, ambapo imeungana London session. Kwa hiyo time ni hii hapa saa kumi na moja kama unavyoona hapo. Okay. Hizi simbo sio fixed. Unaweza kuziongeza au kuzipunguza. Na sehemu kuweza kuziongezea ni hapo kwenye alama kujumlisha. Kwa hiyo ukija kumeweza alama kujumlisha utaongeza simbo za kitu ambacho unataka uh, kutredi kama uh, uh, hizi shares, hizi crypto uh, uh, au meto. Kwa hiyo utabonyeza mfano hapa apa oili, utabonyeza hiyo, uta click tu hapo, itajiongeza. Ukitaka utredi labda meto, kwa hiyo utabonyeza hapa hiyo meto. Ukitaka kuzifuta, unakuja, itafanya nini peni zeni unabonyeza hapo kuna ile alama delete. Ukishabonyeza delete utakuja uchague mpaka unataka kuifuta. Labda unataka kuifuta hii, labda unataka kuifuta na hii. Sasa utaona umeweka tick hapo kisha utabonyeza hapo juu ha uta delete. Okay. Lakini pia tukiangalia hii MetaTrader 4 kwa chini hapa kuna alama. Hii alama hii ni ya chart. Alafu alama hii ina maana tukibonyeza hapo tunaona chart. Chart yetu ni hii hapa. Hii ni candlestick chart. Hii ni candle stick chart. Kuna chati tatu ambazo zinatumika katika uh, forex trading au financial market yoyote, ila japokuwa kama wewe ni professional unaweza kutumia footprint chart, lakini kwa sasa ambazo ni zinatumika zaidi ni hizi tatu: hii candle stick chart, alafu kuna nyingine line chart pamoja na bar chart. Hasa ngoja nikuonyeshe hiyo line chart, jinsi ya kuiseti

hii ambayo unaiona hii. Eh, una hii, hii ndio bar chart. Naa tuangalie chart nyingine. Kuja hapo, see ni kwenye setting kisha hapa. Yaani kubonyeza hapa, mtaona kuna line chart. Line chart ni hii hapa. Eh, ni line chart. Line chart inaona hii inafahamika sana. Hii hapa kama unavyoona. Ngoja ni switch kwenye candlestick chart ambayo mimi mwenyewe nimezoea na trader yote yule pale huwa na professional trader wote anao huwa ana, anatumia candlestick chart kwa sababu hii candlestick chart, hii candlestick moja inabeba taarifa kamili ya uh, pricing ya kitu ambacho una trade. Kwa hiyo inakuia urahisi sana katika kuweza kufanya uh, analysis yako ya, lakini pia kuna candlestick pattern kwa ajili ya kufanya confirmation. Kwa hiyo kwa mfano kuna morning star, kuna doji eh, kuna evening star kuna nao, hizo zote candlestick zitakusaidia wewe kuweza kufanya uh, confirmation. Kwa hiyo ndio maana nakwambia, unatakiwa uweze kuijua hii candlestick uh, charting, kwa sababu itakupa wepesi zaidi uh, lakini pia m, katika hii MT4 um, ukiangalia upande wa ujuu, kuna hii hapa alama ya kwa ajili ya kuweka uh, point hii, tuseme ni pointer, labda unataka ku target somewhere. Kwa hiyo utaweka hii point na utasoma hizi namba za pembeni, alafu ukiangalia hapa kwa juu, kuna kalama ka F Akal, kalama ka F ni uh, kana maanisha indicator indicator, uh, nitaelezea zaidi huko mbeleni. Kitu cha kufanya tu subscribe na weka like yako, nitakuonyesha huko mbele indicator ni nini. indicator kifupi uh, hii ni njia ambayo ipo kwenye technical analysis ambayo hutumika katika kuweza kufanya trading au ni indicator uh, ni kitu ambacho wewe kinakuonyesha direction ya market kwa hiyo unaweza kutumia indicator wakati unaweza kufanya trading lakini uh, nitakuonyesha njia zote kwa hiyo kidogo kubonyeza hapa utaona indicator ambazo zinapatikana katika metatrader 4 kwa hiyo indicator unaweza kuiweka uh, kwenye chart au ukaweka jitenge bonyeza hapa main chart maana mimi hapa nitakuwa nimeweka kwenye chat hizi indicator zote hizi, kama unavyoziona hizi indicator hizi zote hizi hapa hizi zote hizi zote hizi hapa, kama unavyoziona, labda nikibonyeza hapa moving average, uh, moving average, okay naweza kuweza done. Kwa hiyo nikiangalia kwenye chat yangu kuna hii line. Hii line ni indicator, inaonyesha direction ya market ipo wapi. Lakini pia ukiangalia kwenye haka kalama, haka kalama vizuri aka hapa, hapa ni kwa ajili ya kupata a technical drawing. Ukitaka kuchora kwa hapo juu, ukiangalia kuna hizi hapa, labda ukitaka kuweka triangle katika sheet yako, let's say nimeweka triangle. Labda ukitaka kuweka kitu kingine hapa labda line isimame hivi, nimeweka line hii. Nikitaka niweke uh, horizontal line nitaweka kama hivi, kama ulivyoona. Uh, nikitaka kuweka uh, hii trend line nitaidraw kama hivi. Kwa hiyo hapa unapata uh, technical drawings, alafu hapa hapa inaonekana kuna hii dola imezukazuka hapa. Namaanisha hapa nipakuweza kuchagua ambayo wewe unafanya nini, unataka kuitrade. Kwa mfano hii uh, ni euro, euro zidi ya Canadian dollar. Kwa hiyo ukija kubonyeza hapa utapata uh, hii US dollar zidi ya Japanese yen. Kwa hiyo tena ukija kubonyeza hapa utaona hizi symbol, hizi hapa hizi symbol, ukija kubonyeza tena hapa unapata symbol, alafu hapa. Ka kama ka, ka file, ka plus. Hapa ni kwa ajili ya kuweza ku place order zako. Kwa ukitaka ku place order kutokana na analysis ambayo umeifanya utakuja, kama ni unataka ku buy utaweza pa chini buy, kama ku sell unaweza pa chini sell. Alafu hapa mkono huu wa kulia, ukitaka kuweka take profit unaweka pande huu na utaweka stop loss unaweka pande huu mkono kushoto. Alafu pia hapo unapoona hapa hapa anapo makini sana hapa ni sehemu ya kuweza ku adjust lot size. Kwa hiyo ukifanya hapa, uh, lot size yangu ni 0.01. Kwa hiyo ukitaka kuongeza lot size utabonyeza utabonyeza hapa. Hapa. Hapa hapa, ukitaka kupunguza utabonyeza hapa hapa, inapungua standard ni 0. 0. Moja. Hii ni mini notes. Okay, lakini pia kwa hapa unaweza uh, unapoweka oda yako unaweza ukachagua kulingana na market execution yani, kutokana na bei ambayo ilipo sokoni muda huu, au unaweza ukabai kutokana na buy limit au sell limit. Hii buy limit na sell limit, yani nitaiongelea huko mbeleni yani, Unataka labda kwa saizi, labda dola ipo elfu mbili mia tatu ishirini unataka ununue itakapofika elfu mbili labda mia moja. Kwa hiyo unaweka buy limit wewe ununue kwa bei ile pale. Kwa hiyo utaweka oda, oda yako haitakuwa feed endapo mpaka itakapofikia ile bei yako ambayo wewe umeichagua okay. Kitu kingine ambacho unatakiwa kujua katika MetaTrader 4 uh, upande wa chini aka kalama ka mshala hapa, ndipo zinakaa oda zako ambazo umeziplace. Kwa mfano kama mimi hapa nimeplace oda hizi tatu kama unavyoziona hapo, kwa hiyo zimetengeneza profit. Profit yako utakuwa unaiona hapa juu, kama inatengeneza profit utaona hapa juu ina rangi ka blue, na kama ni bado inatengeneza loss utaona ina rangi hapa nyekundu kama unavyoona hapo. Alafu hapa hapa utaona history yako history ya tredi zako. Utaona history ya tredi zako. Utaona history ya tredi zako ambazo umezifanya, kwa umezifanya ndani ya muda fulani. Sasa katika kuangalia history zako, unaweza ukabonyeza hapa. Ukibonyeza hapa, utaangalia history ya tredi ambazo zimepatikana ndani ya last week, au unaweza kuangalia history ambayo imepatikana ndani ya last month. Okay, au unaweza ukaangalia history ya tredi ambazo zimepatikana ndani ya miezi mitatu au custom period. Custom period inamaanisha hapa utakuwa unaangalia tarehe ambayo wewe unataka kuweza kuiangalia. Lakini utaangalia kwa today utabonyeza hapo. Today utaangalia history kwa siku hiyo umetengeneza dola ngapi. Pia kwa hapa chini kuna kalenda, kuna news. Lakini hapa hakuna news yote, lakini kupitia broker wako ambao umeregister unaweza kuwa unapata hizo, a, news zako. Lakini pia kwa hii MetaTrader 4 au MetaTrader 5 haifanyi kazi yenyewe, lazima uiunganishe na broker, lazima uiunganishe na broker. Maana unafungua akaunti yako kwa broker. Kwa mfano kama broker ni Exness, Just Market, the level, uh, Hot Forex market, au na broker ambao mimi napenda kuwatumia kwao, unaweza uka create akaunti yako kwa ma broker then ukaja ukuiunganisha na MetaTrader 4. Kama haujui jinsi ya kuunganisha uh, forex account na Metatrader4, angalia video zilizokwisha kupita na utajua jinsi ya kuweza kuziunganisha. Uh, kitu kingine cha muhimu kwenye Metatrader4 ni time frame. Time frame katika forex market uh, ni muda fulani au muda maalumu ambao trade hufanyika uh, na hii mara nyingi huwa ina close one candle. Ina maana kama ukichukua 5 min, au 1 min, 7 min, 1 hour, 4 hour, 1 week au uh, 1 month, inamaanisha candlestick moja itachukua hiyo, uh, specific time ambayo umechagua kuweza kuopen na kuclose, maana hii candlestick moja huwa inachukua ile time kulingana na wewe ambayo umeichagua na hii time standard, uh, huwa imeweki, imeweka kwa kuna uh, lakini japokuwa sites zingine unaweza uka adjust time frame ambayo unataka wewe uweza kuitumia uka customize. Sasa kwenye hii MetaTrader four, uki double tap to skin yako utaona uh, iki cycle. ukiangalia hapa kuna one min n 1 min inakuwa ni hii hapa, na hapa juu itaandikwa ni 1 min, na maana una trade katika 1 min, na maana hii candlestick moja inatengenezwa ndani ya hiyo dakika moja. Alafu tuangalie uh, nyingine una double tap hii screen, nyingine ni hii hapa 5 min. Kwa hiyo kwa hii hapa hiyo unaweza ukafanya trade kwa 5 min, ndani ya dakika tano, unaona hiyo hapa, na hii candlestick moja inatengenezwa ndani ya hiyo muda. Kwa hiyo kama kukiwa kuna high liquidity unaweza ukaona hii imekuwa ni ndefu sana, na kama ikiwa ni muda mwingine, hii labda ina bodi ndogo, kwa hiyo imetengenezwa ndani ya muda huo huo, kulingana na hizi ambazo ni ndefu zote ndani ya muda huo dakika 5 lakini utofauti unakuwa ni liquidity. Okay, tuangalie time nyingine ni hii hapa dakika 15 dakika kumi na tano utaona candlestick itachukua dakika kumi na tano kuweza kufanya candlestick formation uh, vile vile utakuja mpaka hapa kuna one week na one month. Kwa utachagua wewe uwe uh, ni trader ambayo una trade katika timeframe ipi, lakini pia uh, kuna aina tatu tofauti ya trader. Kama kuna day trader. Day trader mara nyingi yeye huwa anatumia kwanzia uh, mpaka Uh, one hour au four hour au mara nyingi huwa wanaitwa ni day trader, lakini pia uh, kuna swing trader pamoja na position trader kwayo, kwa hiyo kwa hawa day trader mara nyingi huwa wanatumia hii short time, muda huo mchache, time frame ndogo kuweza kufanya trade zao. Kwa hiyo angalia wewe unataka ni trade yupi unataka kuwa trade ambao una unatengeneza profit kila siku au unataka uh, swing trade ambayo swing unafanya trade, namaanisha unachukua uh, una, una kidogo kamdaka lefu fanya kuweza ku take profit. Kwa hizo zote hapo utaangalia mwenyewe utafanya practice ni time ipi ambayo itakuwa kwako ni nzuri zaidi, one week, one min, one day hivyo uh,